nakumbuka miaka iliyopita nilipokea simu kutoka kwa familia iliyokuwa ikiishi karibu na nyumbani kwetu. Mvulana wao mdogo na binti yangu mdogo Christ, ambaye alikuwa na umri wa miaka sita, wakati huo walikuwa wakicheza nje pamoja mara kwa mara kweli. Alikuwa na sherehe katika darasa lake la msingi shuleni, na sehemu ya sherehe ilikuwa ni onyesho na kueleza mama yake alipiga simu kutuambia kwamba alikuwa amemuuliza anachotaka kuleta kwa ajili ya onyesho na kueleza na baada ya kufikiria kwa muda, alisema hisani alitaka kumleta binti yangu kwa ajili ya onyesho na kueleza. Sikujua la kufikiria kuhusu hilo, lakini hatimaye tulikubaliana. Ilikuwa kweli pongezi nzuri, na binti yetu alifikiri ilikuwa nzuri, hasa ice cream na keki kwenye sherehe. Kweli nilifikiria kuhusu hili nilipowaza juu ya watu wa Israeli hapa. Wako karibu kuwa onyesho na kueleza la Mungu kuhusu ungamo la kweli na kujitolea kwa kweli. Kama unataka kujua jinsi ya kukiri na kujitolea maisha yako kwa Mungu, basi Mungu atawaleta kama onyesho na kueleza, atatuonyesha jinsi kitabu cha Nehemia sura ya tisa. Tinaanza siku chache tu baada ya sikukuu ya vibanda Inatuambia watu wa Israeli walikusanyika kwa kufunga na kwa magunia na na udongo juu ya vichwa vyao, na wa Israeli walisimama na kukiri dhambi zao na maovu ya baba zao. Kwa hiyo sasa, baada ya sherehe hii ya furaha kumalizika, hapa wako wakionyesha unyenyekevu katika kukiri dhambi zao. Hawafanyi maigizo kwa njia yoyote, wanazikiri dhambi zao kwa dhati, jambo ambalo linaonekana wazi, wanafunga, wanavaa magunia, wanaweka udongo au majivu juu ya vichwa vyao. Hizi zote ni ishara katika siku hizi za kale za kuomboleza na kujuta kwa dhambi. Sasa mstari wa tatu unasema walisimama mahali pao na kusoma kutoka katika kitabu cha sheria ya Bwana Mungu wao kwa robo ya siku, kwa robo nyingine ya siku hiyo walikiri na kumwabudu Bwana Mungu wao. Je, unaweza kufikiria kwa masaa kadhaa wanakili dhambi zao? Sasa maudhui ya ungamo la watu yameelezewa kwa kina katika sura hii, pia inasemwa na Walawi waliotajwa hapa katika mstari wa tano. Kwa hivyo hii ni ungamo la kitaifa pamoja na wakati wa kibinafsi wa ungamo na imesemwa kwa usahihi, naamini kwamba kila wakati wa msho wa kweli unapopita kwa watu, ushahidi wa kwanza ni ufahamu wa kina wa dhambi, huzuni ya kina juu ya dhambi. Kwa kweli, wapendwa, ukiwauliza watu leo katika ulimwengu wako kama wao ni wenye dhambi, kuna uwezekano mkubwa watachukizwa na pendekezo hilo. Kuna ufahamu mdogo sana wa dhambi katika ulimwengu wetu leo. Sasa anataka kuonyesha hapa vipengele kadhaa muhimu katika sala hii ya ungamo. Kwanza, wacha nionyeshe kwamba Walawi walifungua sala hapa katika mstari wa tano, kwa kumtukuza Mungu kama Mungu wa kweli na aliye hai pekee. Hivi ndivyo wanavyosema. Jina lako tukufu na libarikiwe ambalo limetukuzwa juu ya baraka na sifa zote. Wewe ni Bwana, wewe peke yako. Kwa maneno mengine, Mungu hana mpinzani, yeye pekee ndiye Mungu. Sasa, pili, hapa katika mstari wa sita, wanamsifu Mungu kama muumba. Umeumba mbingu na jeshi lake lote, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vyote vilivyomo, na unavihifadhi vyote na sasa tatu, wanaendelea hapa katika mistari ya 9 hadi 11 kumshukuru Mungu kwa kuwaokoa watu wake kutoka utumwani Misri. Ne, sala pia inakubali kushindwa kwa Mungu. Mstari wa 16 unatambua kwamba baba zao jangwani hawakutii amri zake, bali waliasi kwa kujenga ndama wa dhahabu kama sanamu. Sasa tuna kipengele hiki cha tano katika onyesho hili kubwa la kukiri kweli, na wanamsifu Mungu hapa kwa rehema zake za uaminifu. Mstari wa kumi na tisa unasema, wewe katika rehema zako kuu hukuacha jangwani. Sasa wanachofanya ni kama wanatoa muktasari wa historia ya Israeli hadi wakati huu kwa maneno haya, kwa Bwana hapa katika mstari wa thelathini, miaka mingi uliwavumilia. Na kuwaonya kwa roho yako kupitia manabii wako lakini hawakutaka kusikiliza. Hata hivyo, katika rehema zako kuu hukuangamiza wala kuwaacha kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye neema na rehema. Lo. Naam, hapa katika mstari wa 32 sala inakamilika. Inarudi kwenye hali yao ya sasa hapa Yerusalemu. Kwa sababu ya dhambi zao, wanakubali kwamba wamejiletea wenyewe adhabu ya Bwana na hivyo tunasoma hapa katika mstari wa 36, tazama sisi ni watumwa leo katika nchi uliowapa baba zetu. Kwa maneno mengine, ingawa wamerudi katika nchi bado ni watumishi sasa wa ufalme wa Uajemi. Hii hii ni kamili. Hii ni kamili, ungamo la kweli na, la dhati la dhambi. Unaona, dhambi yao inaonekana kwa mwanga wa rehema na neema na uaminifu wa, wa Mungu hata hivyo huoni visingizio vyovyote hapa, hakuna kupunguza uzito wa dhambi yao. Wanaipata kwa kweli. Sasa wanaelewa ufisadi na unajisi wa dhambi yao, na hiyo itasababisha mabadiliko katika tabia yao. Nilisoma muda fulani uliopita kuhusu suluhisho la kuvutia kwa tatizo katika shule ya kati huko Oregon. Idadi ya wasichana katika shule ya kati walikuwa wanaanza kutumia vipodozi, rangi ya midomo. Walikuwa wanaweka vipodozi hivyo katika choo cha wasichana, na baada ya kuweka, walikuwa na desturi ya kubonyeza midomo yao kwenye kio, wakiacha alama ndogo za midomo. Kweli ilikuwa inachukua muda mrefu kila siku kusafisha kio, hivyo mkuu wa shule na msimamizi wa usafi walikuja na mpango wa busara. Mkuu wa shule aliwaita wasichana wote kwenye choo na kueleza jinsi alama zote za midomo zilivyokuwa zinachelewesha usafi wa kila siku kwa msimamizi wa usafi na angeweza kuona. Unajua, wasichana hawakuvutiwa wala uguswa. Hivyo basi, kwa ishara alimwomba msimamizi wa usafi waonyesha wasichana jinsi ilivyokuwa ngumu aliposafisha vioo na jinsi alivyofanya hivyo Alitoa brashi yenye mpini mrefu, akaenda akaizamisha kwenye moja ya vioo, kisha akatembea na kusugua kio. Naam, acha nikwambie, alama za midomo zilitoweka. Tangu wakati huo na kuendelea, tabia yao ilikoma mara moja. Wapendwa, tuna tabia ya kupuuza dhambi zetu. Tunazidhibiti badala ya kuzikiri, tunapamba ubinafsi wetu, tunahalalisha kutotii kwetu, hata tunatetea kiburi chetu, tunatoa visingizio kwa kutotii kwetu. Kwa kweli tunahitaji kuangalia vizuri, kwa namna ya kusema, kile tunachokumbatia sisi ni kozing hadi kitu chochote chini ya unajisi na dhambi. Ukiri wa kweli ni kukubali kwa moyo kwamba tunamhitaji Bwana atusafishe kwa kweli, anahitaji kutusafisha kila siku. Sasa, ikiwa ukiri ni wa kweli utaongoza wenye kujitolea kubadilisha tabia. Na maombi yao hapa yanahitimishwa katika mstari wa 38. Kwa hiyo, hasa kwa sababu ya haya yote, sasa wanaomba kwa Bwana, tunafanya ahadi thabiti kwa maandishi, katika hati iliyotiwa muhuri. Kuna majina ya wakuu wetu, walawi wetu na makuhani wetu. Wao wanasema, tutabadilisha tabia zetu na hata tutaweka ahadi hii kwa maandishi na tutatia saini majina yetu kwenye hiyo. Sasa sura ya kumi kwa kweli, mistari ishirini na saba ya kwanza inaorodhesha tu majina yote ya viongozi waliotia saini agano hili na inaanza na jina la Nehemia mwenyewe. Sasa mistari ya ishirini na nane na ishirini na tisa inaongeza kuwa wengi wengine, ikiwa ni pamoja na watoto wadogo, wanaweza kujiunga wakijitolea kama inavyosema hapa kutii na kufanya amri zote za Bwana. Sasa hii haimaanishi kwamba watakuwa wakamilifu kuanzia hapo, hakuna mtu aliye hivyo, lakini wanashauku katika kutembea kwao na Mungu, na pia wanatoa ahadi hapa ya kuzingatia na watazingatia kwa kweli ahadi tatu. Kwanza, wanaahidi kutoana na watu wabudu sanamu katika nchi hapa katika mstari wa 30. Pili, wanajitolea kuzingatia sabato hapa katika mstari wa 31, na na tatu, wanaahidi kusaidia hekalu kwa zaka zao, michango na sadaka hapa katika mstari wa 32, na na kuendelea hadi mwisho wa sura na sura. Sasa inahitimishwa na ahadi nyingine ya dhati hapa katika mstari wa 39, hatutapuuza nyumba ya Mungu wetu. Hii ni kifungu kikubwa, sivyo? Sura hizi mbili hazitupi chochote chini ya onyesho na maelezo ya ungamo la kweli na kujitolea kwa kweli, hakika si chochote chini ya jibu la upendo kwa Mungu mwenye upendo, mwaminifu, mwenye huruma na neema. Tunawezaje kufanya chochote chini ya kuiga watu hawa hapa na Bwana wetu?